Utangulizi wa mafundisho makuu. Na sasa nitawachukua moja kwa moja katika, uh, mafundisho ambayo tunapaswa tufundishe ama tuyasome kwa maana ya katika makambi haya, lakini nilisema asubuhi kwamba wewe ni mwadivendisa msabato, uh, na ni mwadivendisa msabato kwa sababu ya hayo mafundisho. Hata mwongozo wetu wa kanisa wa sasa au kurasa wa 65 anasema hivi. Miongoni mwa viapo ambavyo watu huapa wanapobatizwa, inasema Je, unayakubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato, na unaahidi kuishi kulingana na mafundisho hayo kwa neema ya Mungu. Ulijibuje? Ulijibu ndio, unaamini hapo? Alafu nyie kwaya, nyie hizi imani kama zimeanza, unakubali? Unasema ndio, unakubali. Kama imeanza, je, unaamini unasema ndio, unafanya nini? Wangapi walisema ndio nakubali? Ah, ah, niliuliza wangapi walisema sio. Sasa alo mkakae kule, mnanivurugi hapa sasa, hata mshasa, na hapa sasa naongea me, mnatuombea hapa mbele sasa, zingine unasahau. Sasa nilichokuwa nataka niseme ni kwamba as long as umekubali kuwa Mwadventista Msabato, unaishi sawa sawa na hayo mafundisho na itakutaka kukubaliana sasa. Mafundisho ambayo tutajifunza hapa A, tutafun, tutajifunza fundisho kuhusu kanisa, lakini imani za msingi tatu ndani yake Imani ya kwanza ambayo tutajifunza ni masalio na utume wao, imani ya msingi namba kumi na tatu. Halafu nyingine ni karama na huduma za kiroho, imani ya msingi namba kumi na saba. Halafu nyingine ni karama ya unabii, imani ya msingi namba kumi na nane. Hizo ndio tutajifunza kwenye kambi hili na ziko tatu. Kwa hiyo nitajitahidi niende kwa ufupi kidogo, huenda hii ya masalio ndio nitachukua muda kidogo, ili tuzikave zote kama ambavyo tunatakiwa kufanya. Masalio na utume wao, wangapi wanaamini hapa wanaitwa masalio? Kwa nini unaitwa masalio? Nyie kwaya tulieni kwanza, nyie mna majibu yote kwa sababu naimba kwaya. Haya, wangapi wana mimi, kwa nini wanaitwa masalio? Mama Nancy, kwa nini unaitwa masalio? <totitikin> alafu wengine si nawafahamu, hmm? kama hujibu karipio. Haya, <totitikin> mwingine, kwa nini tunaitwa masalio? Karibu, karibu asante sana. Ehe. Mpeni maiki hapa si tunajifunza. Mpe maiki. Asante sana. Karibu. Tuna kwa sababu tunajifunza kuhusiana na wokovu. Aha. kutoka kwa Yesu Kristo. Asante sana. Pamoja na ujio wa Yesu Kristo. Yeah tunaitwa masalio kwa sababu hapo ametaja vitu vitatu. Moja, amesema tunaitwa masalio kwa sababu tunajifunza kuhusu wokovu, pili hukumu, tatu marejeo ya nani? Yesu Kristo. Tunakubaliana yuko sawa? Wanaosema yuko sawa nyoshe mikono Angalia ulio waongoa hapo, angalia <laughs> wanaosema, mchungaji, mi sijui. Bwana okoa, muda muda unakwenda <laughs> sema tu, ili nijue ni niko na wangapi. Kumbe nina wengi hapa. Asante Bwana. Haya, keti rafiki yangu, karibu baba. Eh, mimi na Elewa hivi, kwanza neno masalio. Sawa. So. tuseme Kiswahili kizuri, kusalia. Sawa. walikuwa so. wengi mm. wamesalia hawa eh. kwa maana neno kwamba eh. hapo ulikuwepo duniani walikuwa watu wengi so. yakaja madhehebu ma ma eh. na mashirika na watu wengi walikwenda wakazungusha wakaweka imani zingi eh. sasa katika imani mm. kuna wale waliobaki wakiendeleza eh. ile imani ya zamani uh-huh. ndio wanaitwa masalio. Asante sana. Hebu mpeni huyo mzee amina. Alafu nyewe waimbaji, mbona wengine hamusemi amina? Kujibu hamujibu amina, hamusemi sasa. Nitaeleza mbele ya safari, lakini naomba nichukue statement ya kanisa kuhusiana na imani ya msingi namba kumi na tatu. Kanisa la ulimwengu linaundwa na wote wanaoamini, wanaomwamini Kristo kwa dhati lakini katika siku za mwisho, kipindi ambacho ni cha uasi kila mahali, kuna watu waliosalia ambao wameitwa ili wazishike amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo masalio wameitwa wazishike amri za Mungu na imani ya nani? Kazi yao, watu hawa waliosalia hutangaza kuja kwa saa ya hukumu, hutangaza wokovu kwa njia ya Kristo, hutangaza kukaribia kwa ujio wake utangazaji huu unawakilishwa na wale malaika watatu wa Ufunuo kumi na nne. Unakwenda sambamba na kazi ya hukumu kule mbinguni na kuleta kazi ya toba na matengenezo duniani. Kila muumini anatakiwa kuwasema hususi kala ushuhuda huu wa ulimwengu mzima. Hiyo ndio statement ya imani ya msingi namba kumi na tatu. Hasa hapa nitaje vitu viwili vya msingi, moja hata hali iweje duniani, hata kuwe na machafuko kiasi gani duniani, Mungu anao watu wake waaminifu. Jamani, Mungu anao watu wake waaminifu. Kwa hiyo kuna watu saa hizi zingine anaweza akasimama kanisani sema hivi, tunaenda hatuendi, tunaenda mbinguni. Jamani, tunaenda kwa neema ya Yesu hili kanisa sijui likoje mm -mm. Bwana anao watu wake kila mahali waaminifu, kila mahali. Nikuchukulie mifano kadhaa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya sita kuanzia mstari wa kwanza hebu e, soma hapo. Anasemaje hapo? Anasemaje mstari wa kwanza anasemaje? Eh, hamjafika nilimpa mtu mmoja kazi ya kusoma hapo kwenye kinanda hapo, Mwanzo sita msari wa kwanza anasemaje? Anasema, anasema aha. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, sawa, wana wa Mungu waliwaona hao binti. Endelea fungu la pili wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri ehe. Wakajitwaria wake wo, wo wote waliowachagua ehe. Bwana akasema roho yangu haitashindana na wanadamu milele Aha, kwa kuwa yeye naye ni nyama ehe, basi siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini. Aha. nao wanefi wa walikuwako duniani siku zile ehe. Tena baada ya hayo mm. wana wa Mungu mm. walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana hao, wakazaa nao hao, ndio waliokuwa watu hodari zamani. mstari wa tano mstari wa tano. Bwana, hey. akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani hey. na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kila kusudi alilowaza ni baya tu siku ngapi? Siku zote. Hiyo ndiyo hali iliyokuwepo zama za Nuhu, lakini pamoja na hali hiyo, sasa sura ya saba, sikiliza anachokisema sura ya saba. Anasema hivi mstari wa kwanza anasemaje? anasema aha, Bwana akamwambia Nuhu, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, ingia wewe na jamaa yako katika safina, kwa maana nimekuona wewe huu mwema, huu mwema, kwa maana nimekuona wewe huu mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Bwana asifiwe sana, amina. Yani, dunia imechafuka, kila mtu analoliwaza ni baya, siku ngapi? Halafu Mungu anaongea na Nuhsa mm. pamoja na hivyo, ninao watu wachache, ninao watu hapa wenye haki wanaomcha Mungu. Nuhu, nimekuona hao watu. Natamani Bwana ajipatie hapa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Bwana anao watu wake waliobaki kuwa waaminifu nyakati zote, kama mzee alivyosema hapo, masalio tunachukua neno likimaanisha remnant mabaki, kwa maana ya kwamba baki, kulikuwa na cream, kulikuwa na watu wema, kulikuwa na ukweli, wanaofuata ukweli. Baadaye kukatokea shida, kulivyotokea shida nitaieleza hapo mbele baadaye. Watu wakasombwa katika mafundisho ya uongo, lakini walibakia watu wachache waaminifu, wanaofuata kweli ya neno la Mungu. Alafu hapa, eh, kabla sijaendelea nimemwona dadangu hapa, asimame kwanza atupungie. Jamani dada, hebu simame kidogo Hebu he, simama tu usalimie na shemeji. huyo ni dada yangu kabisa jamani, nisije nikapigwa viboko huko upareni. nimetegua hicho kitenda witi. Ah, asante sana. Sasa huyu kijana kule hatutambui, huku natambua sana, hawa ndio waliotulea Pastor Caleb. Ndio waliotulea tukiwa tunaiba miwa ya shule, ila hiyo zambi nimeitubu leo. ndio walikuwa wanatuchapa, unaona hata Pasta Kengia, usijifariji ulikuwa unaiba sana. Haya, tuendelee. Kwa hiyo nisikilizeni, jamani, tuendelee na somo kwamba Bwana anao watu waaminifu kila nyakati. Labda nikuchukue tena katika hatua nyingine, kipindi cha uwasi wakati wa Eliya. Eliya akapambana na uasi sana. Baadaye unafahamu kilichotokea mpaka Eliya akaenda ka, Karmeli mnafahamu kilichotokea baadaye, alipopigwa mkwala na mwanamke mmoja anaitwa nani yule mama eh? Kuna wanawake wana mikwala. Yaani mtu ame, amesimama mpaka moto umeshuka umelamba maji nini, sadaka. Mama mmoja akasema leteni kichwa cha Elia. Jamaa akafika sehemu akajinyosha hivi, asema naona anife, akafumba na macho, ila baadaye akishangaa hajafa <laughs> sasa anaulizwa Elia, hivyo unafaa nini huko? Asema nikiangalia watu wote wamepotoka, sioni mwema hata mmoja. Ambaye Elia, nina watu wangapi jamani Eh? huyu anasemaje anasemaje anasema huko mia nne hamsini alisema na watu wangapi eh? sabini elfu. Alafu nyinyi mlio sema ni wabasi ae washiriki wangu ndivyo nilivyowafundisha kweli eh? alisema na watu elfu saba wasiompigia bali nini lakini Elisha nikana kwamba aliona, aliona kwamba hakuna watu wa Mungu. Hili kanisa mbele, tutakapoendelea tutaona ni kanisa lililoko vitani na walioko ndani hawajakamilika, lakini hili kanisa ni la Mungu. Kwa hiyo, hilo ni jambo la kwanza tunapojadili msingi wa kuelewa lakini jambo la pili ni hii hao hawa waliosalia, hawapo tu, wanayo kazi maalum. Hebu sema kazi maalum. Wanaitwa wamesalia wakiwa waaminifu, lakini wana ujumbe maalum, wa ujumbe wenyewe ni huu: kuutangazia ulimwengu kwamba Yesu anakuja. Hivi jamani, mbona msemi amina? Jamani, Yesu anakuja Yesu anakuja. Kwa hiyo kila mtu yaani, ukitembea, ukiwa wapi, ujue hiyo ndio ajenda yetu, hata staili yako uliokaa. Hebu mwangalia jirani yako aliokaa, namekaa mkawa, Yesu anakuja, au amekaaji kwanza, hmm? tuna tu, tu ajenda jamani, na ajenda yetu ni kuambia watu Yesu anafanya nini? Kwa hiyo kila mahali sauti inapaswa isikike. Dalili za kuja kwake zinazidi kutimizwa. Karibu ni wateule watamlake, Bwana yuaja Mlangoni anasimama ana anakuja, anakuja kuja kwake karibu. Bwana asifiwe! Hiyo ndo kazi, hiyo ndo kazi. Na tutatangazaje sasa? nitakwenda mimi, nitachukua kitabu pale, ndio kwenda kwenyewe huko, nitatoa zaka na nini. Ndio maana utasikia hapa kwenye makambi tuna sadaka ya nini, jamani, ili iende sehemu ambako we huwezi kufanya nini, kufika sehemu kabisa zile ambazo wanaenda watu wengine huko Sudani huko Somalia, lakini nani aliyowapeleka ni mtu aliyetolewa sadaka hapa Bunju. Kwa hiyo masalia wanayo kazi maalum ambayo tutaiangalia mbele pia katika msingi ujumbe wa malaika watatu. Sasa nionyeshe sasa shetani alivyokuwa anapambana na hili kanisa tokea mwanzo ya kitabu cha Ufunuo kumi na mbili ntatumia muda hapo, mstari wa kwanza. Nisomee rafiki yangu, anasemaje? Ufunuo 12 mstari wa kwanza, anasemaje? Ufunuo 12 mbili mstari wa kwanza, anasemaje? anasema na ishara kuu ilionekana mbinguni. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua. Mwanamke aliyevikwa jua. Na, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Aha. Naye alikuwa ana, ana mimba, ana mimba. Naye alikuwa ana mimba. Akilia. Ndiyo hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, mm. joka kubwa jekundu e, alikuwa na vichwa saba na, na pembe kumi. Sawa. na juu ya vichwa vyake vilemba sa, vilemba saba. Asante. na mkia wake wakokota theruthi na nyota za mbinguni. Asante, asante ishia tu hapo. kulikuwa ni yangapi, o ya kwanza? Sawa kulikuwa na vita jamani, wapi? Tunaona kuna joka lakini hapa anasema katokea pambano kati ya eh, joka na mwanamke. Kwa hiyo hapa nashughulika na mwanamke wa kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili maana kuna mwanamke pia wa ufunuo sura ya 17. Hapa kumetajwa vitu vichache ambavyo ni vieleze vitatusaidia tunapoelekea kwenye tunapoendelea na imani hii. Moja, kuna mtoto kwamba huyo mwanamke alikuwa ana mimba, tuko pamoja, na kuna mtoto sasa. Mara zote kwenye unabii tunapozungumza kuhusu mwanamke tunamaanisha nini jamani? Kanisa, naamini hicho tunakielewa. Lakini huyu, huyu, huyu mwanamke ana mtoto, na mtoto huyu sio mwingine, ni Yesu. Kwa hiyo sasa pambano linaanzia hapo, kwamba shetani ana vita na anaanza kupambana na mtoto. Tuko pamoja, na hatua zake alizoanza ni tokea Yesu anaanza kuzaliwa tokea Yesu anapozaliwa ilitokea amri ya kuwa wazaliwa wote wa, wangapi? Na, wa kwanza ambao wa, wana miaka isiyozidi miwili wanaume yote. Yule aliyokuwa anatafutwa alikuwa ni nani? Ni Yesu. Ni nini kinachotafutwa hapo? Ni kuhakikisha kwamba, nisikilize na mnitazame sasa, ni kuhakikisha kwamba shetani anakwamisha mpango wa wokovu kwa sababu dhambi iliingia kupitia mwana eh, mbona musemi akina mama? Kupitia wapi? Mnataka munikane hapa. Aliyedanganywa ni nani? Alafu nyie mwanawake yeah. Kwa hiyo ilipitia aliyedanganywa alikuwa ni nani? Mwanamke. Lakini nampenda Mungu sana, maana pale pale tatizo lilipotokea alienda kutatua tatizo pale pale, akasema mwanamke huyu ametenda dhambi, lakini kutatokea mtoto atakayezaliwa na uzao wa mwanamke atakomboa wanadamu. Haleluya! Kwa hiyo sasa mtoto yule akashambuliwa sana, Herode akatangaza atauawa, haikufanikiwa baadaye. akiwa akiwa amepanda panda hapo, Yesu umri jangwani mapambano, haijakaa vibaya, akatumia mpaka watu. Siku moja Yesu anatembea na Petro, mnafahamu akampitia nani? Petro. Alivyompitia Petro akapaka Yesu, akaangalia sasa, huyu sio Petro. Naye mjua mimi, hii kauli yake na anavyoongea hapa, kuna mgeni amemtembelea. Akamwambia, ondoka nyuma yangu nani shetani. Alafu walivyofika mpaka Yesu uh, Wayahudi wamekaa mabaraza, wanajadili kumwangamiza Yesu kwa sababu ameponya mtu na Sabato. Yote hiyo ni pambano la kuangamiza, kuhakikisha wokovu wa mwanadamu haupatikani. Wanafika msalabani. Nilikuwa nasoma Mama Waiti anasema hivi, ninapomalizia ni nukua ya maneno machache, wakiwa msalabani, anasema hivi, anasema Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote anasema wakati, wakiwa msalabani Kalvari, wakati Yesu akiwa Kalvari, watu walijibu kama ngurumo ya wanyama waporini, wakisema, tufungulie Baraba. Walizidi kupaza sauti, Baraba, Baraba, akizani hawajasikia tena. Pilato aliuliza Je, mnamtaka tumfungulie mfalme wa Yahudi? Kwa mara nyingine watu wakapaza sauti, sauti za mashetani. Umesikia sauti za watu gani? mashetani yalikuwepo ukumbini, ikisema kwamba aangamizwe Yesu. Lakini habari njema ni hii: Yesu ametukomboa jamani, ametukomboa. Kwa hiyo mwanamke sasa yuko vitani, lakini ana mtoto aliyeshinda, na Yesu ni mshindi. Sasa kesho nitakuchukua sasa tuone pambano kati ya kanisa kwa uh, maana ya mwanamke na shetani, alafu sasa nini kinachoendelea na utume unatokeaje hapo? Bwana atubariki sana, tusimame tuombe. Kesho tunza swali lako, tutaanza na maswali haya. Basi nilijua anatafsiri tafsiri tu. Asante Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu wewe umeshinda na umeshinda, ili sisi tuweze kuwa washindi. Na hivyo Mungu, tunaomba utusaidie sana, tukubali kuchagua upande wako, ili siku moja ukatupe taji za ushindi. Tunaomba ukatubariki katika vipindi vinavyoendelea. Asante kwa sababu umetuita kama watu wako wateule na umetupa ujumbe maalum. Tusaidie kila mmoja kubeba na kuupeleka duniani. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi wote tumebarikiwa na kipindi hiki cha mafundisho makuu. Sasa, praise team mahali mlipo, tafadhali namba mje hapa mara moja. Naomba tusimame washiriki wote. Tusimame washiriki, tusimame. Tutaimba wote kwa pamoja wimbo nambari ya 157 "Mfalme yu mlangoni". Alafu tutakaribisha kipindi kingine. Wakati praise team anakuja, naomba ujinyoshe kidogo, jivute. Jivute, nimekupa muda wa kujivuta. Jivute, kuna watu bado wamekaa. Kama kuna mwenzako amekaa pembeni yako, mshtue kidogo. Haya, tujinyoshe, tujinyoshe wakati tunaweka mambo sawa. Haya, nambari mia moja hamsini na saba. ambalo umetufundisha linalotukumbusha kuhusu marejeo yako. Asante kwa kipindi hiki cha mafundisho makuu ambacho kimepita. Tunapokanda kwa kipindi cha maidala, tunakuomba utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Pastor Lawe anapokuja kuzungumza na mkutano, ninakuomba umtumie sawasawa na mapenzi yako, ili ujumbe uliokusudia tu upate utufikie sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la Yesu.